Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Mariamu Nakambuyuni, nilikuwa nasumbuliwa na mahusiano. Mahusiano yangu alikuwa akai, naamini toka nimekuja hapa yatadumu. Walikuja pale watumishi, akaniambia karibuni kanisani. Sasa leo daesta amekuja, ndio nikaja naye. Ah, matokeo njeri mtani Unajua kuna mambo kwenye maisha yanaanza kando tokea unatafuta shida ni nini? Shida iko katika mambo ya, ya kiroho unapona changamoto ya kimwili. Unajua kuna shida katika Mungu wa Roho. Kile kitu kwake kinasababisha kile kingine kwenye uhusiano anakufa, kile kingine kwenye uhusiano anakufa, kimeondoka kwa hiyo saizi hayatakufa Amen. Sawa? Unatafuta mchawi nani? Mchawi nani? Kumbe hamna. Kuna mlaumu mkaka watu utapeli, kumbe sio utapeli. Kuna kitu kinaingilia kati kinawatenganisha. Sawa? Neno ya Mungu nasema hivi nao, kamshinda Shetani kwa damu ya mwanakondo na kwa neno la ushuhuda. Kuna vitu nimesikia tu, nimesikia ni mchimbe kidogo ambavyo Mungu huwa anatumia shuhuda. Unajua kwenye Biblia ni shuhuda tupu za watu wa kale. Ndio maana tunahimiza sana kuelezea kitu kiundani, sawa? Ukisoma habari za Ibrahimu, za kina Isaka, za kina Yakobo, za kina Musa, za kina Elia, za kina Elisha, za kina, kina Yakobo, Yusufu, za kina Petro, ni shuhuda ambazo vitu vilikuwa vinafanyika kwao, sawa? Kwa hiyo wakati naelezea na, na ishu yake hapa, nikasikia tuombe eneo lake, mlango wake wa ndoto, mlango wake wa ndoto nataka kumsikia kuombea mlango wake wa ndoto. Nikasema nimuulize kabla hayo mahusiano hayajavunjika, huwa anaota vitu gani? Cha kwanza amesema huwa anaota nyoka, anapishana na nyoka. Anapoota nyoka, yuko na nyoka, anakutana nao, anapishana nao au anapambana nao, baada ya hapo ndio mahusiano yanavunjika, sawa. Sasa kibiblia, ukiota nyoka ujue, anakutoa mahali. Nyoka alipokutana na Adamu kwenye bustani Edeni, aliwatoa bustanini. Ukiota ndoto inayohusisha nyoka mahali fulani, baada ya muda utatoka kwenye hilo eneo. Kwa hiyo, unapoota nyoka, ukiamka kwenye ndoto, usisubiri Anza kuomba, kemea hiyo roho ambayo inataka kukutoa mahali. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye jambo husika. Ndoto usiilete mchezo, ni lugha ambayo Mungu anaongea kukusemesha. Iko hivi, wakati tuko mchana tunafanya shughuli zetu Mungu akitusemesha sombaa, ni ngumu kusikia kwa sababu akili zetu zinakuwa zikubizana na vitu vingi. Wale wa sayansi wanaelewa kuna sehemu tatu za ubongo, kuna cerebrum, cerebellum na medulla oblongata cerebrum na cerebella mzina simama zinatulia, zina zinalala, zinazinakua haziko kazini. Kinachokuwa kazini ile medulla oblongata ambayo yenyewe ina control matendo yasiokuwa ya hiari, yani kama vile kupumua. Sio matendo, sio matendo unamwomba sasa nipumue, sasa nisipumue. Yaani matendo ambayo sio ya hiari kama mzunguko wa damu, mapigo ya moyo, kufanya kazi kwa mapafu, sio sio matendo ya hiari inabaki ile sehemu ya bo, ya bongo ndio control. Kwa Mungu akikusemesha roho yako inakuwa inaweza ikaona. Kwa ile usiku kirado kota ndoto. Ni vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ile unaviona kwa sababu akili yako sasa imetulia haifanyi kazi. Ingekuwa ni mchana usingeviona pia. Kwa ni kitu cha kweli kinachoendelea katika ulimwengu wa roho ambacho ukiamka una kitu kiko live mwilini. Ndio maana ukiota ndoto unakutana na nyoka au uko na nyoka mahali. Ukiamka kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuomba kinyume na hiyo roho ya kukondoa kwenye hilo eneo, kwenye hilo jambo. Kwa next time ukiota nyoka ukiamka kemea hiyo roho. Sawa? Ponda kichwa cha hiyo nyoka kwa jina la Yesu. Neno Mungu linasema uzao wa mwana aliyeka uadui kati ya nyoka na mwanamke, anasema uzao wake utamponda kichwa. Ambao uzao wa yule mwanamke ni Yesu. Sio sisi tu na mwanamke ni Yesu. So wajua mwanamke hana uzao. Mwanaume ndo ana uzao, si ndio? Sababu mwanaume si ndo ana mbegu. Kwa hiyo ukisema uzao kati yake na, uzao, so, na yu, uzao, mwanamke uzao wa mwanamke alikuwa anaongelea swala la Yesu atakayekuja bila bila kuhusishwa mbegu ya mwanamke. Kwamba ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo ukiamka unakemea hiyo ndoto. Sawa? Kitu cha pili. Ushasikaga kitu sitaki kuongea kwa Kiswahili kwa ndio kwa Kiingereza. Atakaye nielewa ataelewa, awe ambaye utaelewa utaacha kuelewa shona watu wanasemaga spiritual husband na spiritual wife, panakuwa okay. Ukilala ukaota unafanya mapenzi ndotoni, hiyo ni ishara ya kwamba kuna roho katika ulimwengu wa roho yaani wewe katika ulimwengu wa roho ni mke wa, au kama wewe ni mwanaume unafanya mapenzi ndotoni katika ulimwengu wa roho, wewe ni mme wa ambapo, inahitaji maombi kutenganisha we, kukutenganisha wewe na hiyo roho katika ulimwengu wa roho. Neno Mungu linavyosema, achokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha kwa pia katika ulimwengu wa roho walichokiunganisha wao hakuna mwanadamu anaweza kutenganisha. Hayupo kwao. Ndio maana hata ujitahidi kwa nguvu zako vipi hautaweza. Ni mpaka Mungu mwenyewe aingie kazini atenganishe yeye. Tuelewana? Kwa kama nawe huko huko unaotaga hizo ndoto, unahitaji msaada wa Mungu kukufungua hapo. Hakuna nguvu zako utakazoweza utakazoweka zikakutoa kijojoro eneo, haiwezekani, ni nguvu ya Mungu peke yake. Na utaona kama unaota hizo ndoto, eneo la kwanza litakaloathiriwa ni eneo la mahusiano, na moja ya njia inayotumika huwa ni hasira. Hasira na maneno mabaya, alivyoniambia. Nikamuuliza swali, ukisha ukishauta hiyo ndoto, huwa ni una react vipi? Unaongea vipi na, na, na mchumba wako? Akaambia huwa nakuwa na hasira afu namjibu vibaya. Kwa nini? Kwa sababu ile roho haitakubali haita mwanaume aje tena awe na wewe, na kati yenyewe ndio anao kumiliki. Inakuwa ina ina, ina, ina wivu ule ule kama sisi ambao tunao sasa. Mtu asipopata msaada wa kimungu hata awe kwenye mahusiano 200 yataisha yote, atakuwa anaoje anam... kwenye mahusiano yanavunjika, hayo mahusiano yanavunjika, mahusiano yanavunjika. Na saa nyingine hata akiingia kwenye ndoa akiwa na hiyo hali, itokea kafunga ndoa Patakuwa hakuna amani, itakuwa ni ndondi kila siku, leo hili, kesho isingie. Ukitafuta ukitafuta ukitafuta, shida inatokea wapi? Chanzo ni nini? Uweze kutafuta usielewe, unajikuta tu, baadaye unakuja kujisumbua mwenyewe, kujilaumu hivi, kwani pale niliongea vile, kwani pale nilireact vile, kwani pale niliamua ile maamuzi, unakuja kujutia baadaye. Mungu mwema, tuelewana? saizi ameisha. Sasa unatakiwa kukana Mungu vizuri. Soma neno kwa mtu wa neno sana. Mambo ya, ya, ya, ya kimaisha ni ya rohoni kwanza, sawa. Kwa mtu wa maombi, jifunze kuomba na kujiombea mwenyewe. Kabla ya kulala, omba, unapolala funika lango lako la ndoto kwa damu ya Yesu, ili nini? Biblia sema damu Yesu inapoachiliwa mahali inatoa kibali kwa malaika kukaa hapo, kwa malaika kikaa hapo aneka kituo, wanazuia mapepo kuja kupita ni mlango ambao usipoombea kinapita chochote kinachopita. Kwa unapoachia damu ya Yesu unaweka ulinzi kwenye lango lako la ndoto, chochote cha adui kisipite, na kisipopita maake, hamna namna kinachoweza kukupata. Inua mkono wako mmoja juu, sema e, hey Yesu, Yesu, Yesu, lango langu la ndoto ninalifunika nina kwa damu ya Yesu, ninalifunika kwa damu ya Yesu, ninalifunika nina kwa damu ya Yesu, Yesu. Ninakataa nina mashambulizi yote, yote yanayopita kuja kwangu kwa njia ndoto, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Lango langu la ndoto ninalitenga na chochote kile ambacho adui anakitumia kuja kunivuruga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la la Yesu E Bwana, e, ninanyunyiza damu yako yako ninavunja agano lolote la liloko lililoko kwenye ulimwengu wa roho na nguvu za giza, za giza, agano la kimahusiano, agano, agano, agano, agano la kindoa katika ulimwengu wa roho, roho. Ninalivunja kwa jina la Yesu, ninalibatilisha kwa jina la Yesu, ninalikataa kwa jina la Yesu. kuanzia leo ninaingia kwenye agano na wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu. Ninanyunyiza damu yako e eh Yesu kwenye kidole changu cha pete. Ninakataa pete ya adui kukaa kwenye kidole hiki kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, pete ya kipepo ninaiondoa kwenye kidole changu ninaiondoa, kwenye kidole changu ninaiondoa, kwenye kidole changu na ninatenga, ninavunja agano la kindoa la kipepo katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya hasira ninakukataa kwangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kunifungua, asante Yesu kwa kuniponya.